Majina yangu anaitwa MC Johnson. Uh, moja ya kazi ambayo nimeshiriki naye tukio kubwa ambalo sitolisahau la MC Pilipili ambalo nilihusika moja kwa moja ni kwenye tukio la, la msiba wa mama yake MC Pilipili. Nilikuwa kama nani? Nilikuwa kama MC, nilikuwa MC uh, katika tukio la mama yake MC Pilipili, nilikuwa MC tangu msiba ulipotokea mpaka walivyoleta mwili wa mama yake hapa nyumbani ukafanya mapokezi, lakini pia kuhakikisha shughuli zote za hapa kuendelea zili. nilikuwa na ziratibu kama MC hapo, na kipindi hicho nakumbuka nilikuwa si, siko si, nilikuwa sijulikani sana kama ninavyojulikana kwa sasa a kazi yangu iba lakini, alimtia moyo na kaka yangu MC Pilipili limtia moyo kuniambia uko vizuri, kaza mwendo utafika, uko vizuri, kuaminika katika tukio lile la kuongoza shughuli ya MC mama yake MC Pilipili, kwa kweli linipa ujasiri na kusonga mbele kwa kauli yake sana, kwamba songa mbele, unaweza, kazi nzuri. Kwa hiyo utamkumbuka kwenye hilo, utamkumbuka sana kwenye hilo, kwanza kuniamini kusimamia tukio la mama yake kama MC. Lakini pia nitamkumbuka kwa mengi ambayo alikuwa mshauri wangu karibu sana kwenye matukio mbalimbali ambayo kua tukishauriana nayo. kakaribua Ka, miko majina anaitwa MC Kapelenyo mmoja ya mtu ambaye alini inspire sana kufanya hii kazi ya MC ni MC Pilipili, na amekuwa akinipa ushirikiano mkubwa sana kwenye kwenye kwenye kujitafuta, kwenye harakati zangu. Ntakumbuka kitu kimoja tu ambacho uh, yeye aliniambia ambacho kinaendelea kuishi kwenye maisha yangu kila siku. Uh, moja kitu ambacho alisha kuniambia MC Pilipili ni pamoja na mdogo wangu, usijali, uh, usi wewe una, usi una, una followers wangapi. usijali una, una watu wangapi wanakufuatilia. Wewe post tu, kuna siku utakuja utakuja kukuta kile kitu ambacho uko unakihitaji au utakuja kufanya kile kitu ambacho uko unakihitaji. So mimi nilipopata hizi taarifa za, za MC Pilipili nilikuwa nataka nitoke, lakini nilishindwa kutoka nyumbani. Kwa hiyo imenichukua kama masaa matatu hivi kuamini kwamba ndugu yangu ame ametangulia, lakini kubwa zaidi ni kwamba eh, MC Pilipili kwangu ndio alikuwa kama role model, na kumbuka nilishakumdiem sana. Nakumbuka nilishakumsumbua sana lakini akawa ni msikivu, akawa ni, akawa ni mwelewa. Nakumbuka akanikutanisha na watu, alinikutanisha na Eriki wangu pamoja na Boss Gasa, kukutana na hawa watu watakusaidia. Nikakutana nao na wakanipa njia sahihi za kufanya s so, hakuwa role model wangu tu kwenye upande wa MC, lakini pia hata kwenye upande wa uchekeshaji. Ni mtu ambaye nilikuwa nikimfuatilia sana na ni mtu ambaye amekuwa amekua akinispire sana. Kwa taarifa za msiba wake kiukweli unashindwa kuzungumza zaidi kwa sababu ya the way na feel, lakini tunasema Mungu amechukua uh, kilicho chake eh, amechukua kilicho chake, kwa hiyo sisi kazi yetu kubwa ni kumtukuza yeye eh. Ni msiba mzito, ni msiba wa taifa, ni msiba ambao unaumiza watu wengi, hasa sisi wana Dodoma ambao eh, kuwa tunamfahamu MC Pilipili tunamjua vizuri, karibu na sisi wengine ambao tukua, tumetokea kwake, kwa hiyo binafsi mpaka tuko hapa nyumbani sasa hivi tunaumia. Kwa jina naitwa MC Muita. Na taarifa ya jambo hili nilipata saa kumi dakika hamsini nilikuwa nyumbani nikiandaa kwenda kwenye kikao so, leo Jumapili, kikao ya majukumu yetu viko vingi. Nilipewa taarifa na mdogo wangu dark na embeba, mbita, na kuna 1 2 3 fulani na fulani wako wali. Kwa hiyo nikaamua kuwapigia wale nikathibitisha hilo. Kwa nikafikia tukamba nimwone kwa, nilimwona amelala, amelala, hatujui kilichompata kwa e, sababu alikuwa na majukumu siku ya leo hapa hapa Dodoma. Hatujui chochote kilichompata na imani vyombo vya usalama vitafanya kazi yake, na tutapata kujua tatizo lilikuwa ni nini, lakini pole wetu, amelala. Tukaamua sasa tutafanyaje, hamna tunachofanya chochote. Inauma, linauma, kwa linauma. Kijana alikuwa na ndoto nyingi, tumeona pika pika zake za kisiasa ina mnguas und kujiombea, sisi tuliobaki na tumuombee pia na ni mimi Pilipili nacho i a ni mtu, kuna mtu anaacha ualimu anaingia kwenye fani ya kuchekesha na akaona kabisa kwamba mimi nitatokea huko alikuwa ni kijana ambaye ame, ame, ame, ameanza tukiwa tukiwa wadogo sana. Kwa hiyo mtu alianza kuiva mdogo, amewabeba ame, ame, ame watu wengi sana kwenye fikra za kujitambua. Kwa hiyo wana Dodoma tumepoteza